Well, hello everyone. Welcome back to my channel. Okay, sasa hapa tuangalie mastaa mbalimbali waliopendeza kwenye hii birthday ya Amara mtoto wa Paula Kajala. Kwa kwanza kabisa hiyo ndio outfit ya Paula Kajala, kaja na papo, kavaa papo na Mario pia kavaa papo, na mtoto wao Amara alivaa papo. Kwa hiyo wote wamevaa rangi ya papo, na huo ndio mshono wa Paula. Mshono wake uko very simple very nice, ni mzuri sana yeah, in short, nimeupenda sana okay. Na hii ndo, ili hapa ndo alikuwa anaingia yeah alikuwa anaingia hapo yeye na mume, na mwanaume wake mpenzi wake, maana bado hajawa mume wake. Na kwenye hii video bwana, kuna mastaa mbalimbali humu, kuna Nandy, kuna Hamisa Mobetto, kuna Irene Uwoya, kuna Wolpa, kuna Nay Official Nay. kuna baadhi ya mastaa wengine wajua kali e, kwa hiyo humu ni mastaa wako mbalimbali, msiondoke, angalieni sta mmoja baada ya mwingine na the way walivyovaa. Okay, let's start hapa na Zelisa. Zelisa bwana kaja na rangi hiyo ya papo nzuri, bila kuuliza. Zelisa siku zote huwa anavalishwa yeye na ana collection, kwa hiyo kaja na ile theme, kavaa zake kitotototo mwenyewe. E, awa wasanii wa jua kali Lamata, I think wote wamekuja na na theme ya kuvaa kitoto Lamata village. Yeah, 'cause wengine sikuona wasanii wengine sikuona wakivaa kama walivyovaa wasanii wa jua kali. Kwa hiyo hii team ndio ilikuja na theme yao. Okay, tuende kwa mrembo wetu kabisa Nandy theme ya hii party, dress code kwa watu wazima walitakiwa wavae white, na yeye kavaa zake white kachanganya na black, yuko hapo na Bill Nass wamependeza kabisa okay. Okay, huyu ni msanii wa jua kali e, kama mnavyomuona yeye kaja zake na hiyo papo ya yeah, na kichwani katiliatilia pale manjonjo Huyu e Lisa ikatilia manjonjo yake pale ya vishanga vishanga vya kitotototo nini, kapendeza kabisa okay. Mwana heri naye kaja na hiyo dress yake ya, as I said before, Lamata vile tim Lamata wamekuja na nguo zao hizo hapo za za kitotototo lakini mastaa wasanii wengine mtawaona huko mbele wamevaa zao vizuri na wamependeza wote, wamependeza. Okay, huyu ni Priska. Nisha post my other videos hawa wote nimewaweka huko mm-hmm. Haya twende mbele sasa. huyu ni Ofisho? Nai ofisho Nai yeye ye. Kama nivyosema theme imetaka blue, imetaka white naye kaja na white kapendeza na outfit yake na juu pia nimependa hapa, yuko na Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto na yeye katokelezea kama unavyomwona Hamisa kwenye kuvaa fashion ya kwake mwenyewe, kwa hiyo lazima atoke vizuri. Kwa hiyo kavaa zake white, kachanganya na hiyo green ya ndimu fulani hivi e, na yeye katoka perfect kabisa, na earring zake kaloka so good. Ok, twende Mrembo wetu jamani, Lulu Diva. Did you see her? Mi nimependa everything about Lulu Diva, nimependa dress yake Lulu Diva. To be honest, katika wale timu la mata wote Lulu Diva ndio namba moja. Kama uli watch my previous video, uliona timu la mata walivyovaa, lakini Lulu Diva sikumweka kule, alichelewa kupost lakini Luludiva kashika namba moja, nimependa dress yake, iko na purple and pink. Purple and pink ni a good color combination, so amependeza sana, na juu pia hairstyle yake imekaa vizuri. Yani kama ni watoto, basi yeye ni mtoto yule wakishua, sio mtoto ambaye kajaza jaza midude mingi kichwani. Nope, yeye ni mtoto fulani hivi wakishua, maana theme ilitaka wawe kama watoto. Ok, huyu hapa uh, Judith well, na yeye nimependa pia. Tosi yake iko vizuri, bluu fulani hivi, bluu bahari uh, Cinderella dress kapendeza sana na makeup yake ni nzuri, kwa hiyo na yeye pia kapendeza, lakini hajamshinda Lulu Diva, lakini na yeye she looked good. Nimependa nguo yake hapo mbele kifuani stl yake imekaa vizuri, mikono kama ni ya kuchomeka hivi ya na yeye kapendeza. oko Okay, huyu ni Jojo na yeye ye so white. Eh, white dress na nayeye kaja outfit kama thimu ilivyotaka. n na yeye katoka vizuri kapendeza, kawaka, mshono ni mzuri accessories zake ni nzuri, eh, hairstyle yani everything na yeye katoka bab kubwa. Okay, let's go forward. Okay, huyu ni Queen Masanja. Ukiona rangi tofauti na na white ujue, basi huyu alikuwa ni team Lamata <laughs> kwa mkiona rangi zimekaa, si pink, purple, green nini au, ujue wote ni team Lamata wao mm, ndo walitaka wa hiyo theme ndo wamekuja hivyo lakini the rest wako vingine. Okay, huyu miss wetu miss Kopwe kabisa kapendeza na kigauni chake kitamu kizuri sana, ya lady in purple. Huyu ni msanii pia wajua kali na kigauni chake pia ni kizuri, nimekipenda. E, yani kiko simple and uh, kiko smart na kizuri, waliwatoto wakishua pia, tukiwaunganisha hapa, na yeye yupo kwa sababu hajajaza madude mengi kichwani kama wengine. Kwa hiyo in short, na yeye she looked perfect. Okay, going forward, kwa waliopendeza akapendeza pia huyu dada, sema anatembea se huyo, kama sijui anawahi wapi <laughs> Lakini nimeipenda dress yake kaenda na theme vizuri kabisa. okay, this is Wolper, sijapata Wolper full outfit yake, lakini for this look kaenda na theme kama kawaida, iliyotaka vai white and kapendeza, na ijapokuwa sijaona nini amevaa leo, maana watu wanapenda kumnanga anavaa maparashuti, lakini I think pia ka look good k okay, hapa tuko na Irene Woya. E, mwamuna Irene Uwoya jamani, na nguo yake mashallah, kapendeza kuanzia the makeup, the outfits, the accessories, yani ka look perfect, kuanzia juu mpaka chini. Well, kuna watu wakialikwa, bwana, wanaalikika vizuri kabisa. Yap, mimi nimependa dress yake Irene Uwoya, nimeipenda Ueleki well, fupi amependeza sana, katokelezea vizuri. Ok, tumwangalini tena Hamisa Mobeto hapa, kama hatukumwona vizuri mwanzo, hapa tunaona clear kabisa. E, hapo yuko za kina Paula yuko na miss Kopwe. E, yani Hamisa ameona full outfit yake hiyo. Okay, this is official night, pia mwanzo hatukumwona vizuri hapa anajishaua shaua, yeye kavaa zake nene white black, kavaa na asesori zake za red e, na makeup yake, wigi lake liko on point kabisa. Kwa hiyo naye official naye na yeye katokelezea so perfect. Sasa mimi nataka nyinyi hapo watazamaji ndio muwe majaji, nani alitokelezea na nguo yake kwenye hii event on my side, na pick Lulu Diva na wengine pia tawapick, lakini the first one tampick Lulu Diva. Wao tampick nani? Hamisa Mobetto, Iron Warrior Wopa eh, official. Nai, nani kakubamba kwenye hizi outfit kwenye birthday ya Amara mm? Usisahau ku drop your comment down there.